Kiwembo, Kiwembo, Kiwembo. Ndio, ni kweli kabisa na proud kwa sababu babangu pia ni marehemu tayari alishatangulia hela, kwa hiyo nafurahi okay, sana ninapolitaja jina lake 10. Asante sana Aa, na unajua watu wengi sana wameacha shughuli zao mbali na wewe kujumuika hapa. Unafanya shughuli gani mbali na kujumuika hapa? Mimi ni afisa utawala katika kampuni ya Gimbi Tours and Safari, ndio. Ukiwa kama mtu wa afisa utawala katika kampuni yako, ukishawahi labda kuwa karibu na hawa watu wenye jamii, wenye bahati mbaya wamepata ugonjwa wenye autism? Eh, nimewahi kuwa nao katika jamii, tunawaona, tunaishi nao, wapo, ni wengi, ni wengi sana wa rika mbalimbali ndio. Na kwa upande mwingine, jamii imekuwa ni haijawahi kupata somo la kueleweka kwa sana sana, huko vijijini. Kwa mjini kidogo imekuwa ni afadhali. Unaona, kama ni laana kuwa na mtoto wa design hiyo, wanahisi ni familia imeingiliwa na laana. Wengine wanawaua, wengine kuwafukia kiwazima, na wengine pia hata kuwatupa. Unazungumziaje swala hilo? mwenye mtoto mwenye shida kama hiyo autism, wanahisi kwamba ni mambo ya kishirikina, maybe amelogwa au kuna shida kwenye familia, lakini sio kweli kwa hiyo natakiwa elimu itolewe, tuweke elimu nyingi kwa watu waweze kuwafikia ili tuweze kuwapenda watu wenye autism. Tunatakiwa tuwapende, tuwajali, tuwapende, tuwathamini. Wale ni binadamu kama binadamu wengine e, sema tu katika hali ya ubongo au kidogo wako taratibu, na wengine kabisa hamna kitu. Kwa hiyo tunatakiwa tuwapende, tuwajali, tuwatunze Wito wangu kwa Watanzania wote, tuwapende watu waliozaliwa na hiyo shida, kwa sababu hata wao hawakupenda. can you imagine, kama mzazi umempata mtoto kama huyo, ulitamani kupata mtoto ambaye yuko mzima, na kila mzazi tegemeo lako nikipata mtoto ambaye yuko mzima, lakini inatokea tu. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke nguvu zetu kubwa na elimu kubwa sana kwa watu wote. Wale ni binadamu kama binadamu wengine, inatakiwa tuwapende tuwajali, tuwathamini na tuwalinde. Asante sana. Asante sana. Asante kwa muda wako. Nakutakia siku njema. Asante. Haya sana. Gavoo Media. Pamoja hatua kwa hatua.